Hebwana, karibu sana katika mwendelezo wa taarifa za Mwananchi Digital. Leo Septemba 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano tunazo taarifa kutoka nchini Nigeria ambako wanachama kumi na mbili wa kikosi cha ulinzi wa msitu wameuawa kikatili baada ya wanaume wenye silaha kuvamia mji wa Oke-Ode, okay, ulioko katika jimbo la Kwara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Tukio hilo limetokea mapema Jumapili majira saa tatu za asubuhi kwa saa za Afrika Magharibi, wakati washambuliaji walipovamia jengo la serikali ya mtaa na kufyatua risasi ovyo, kwa mujibu wa msemaji wa polisi wa jimbo hilo Adetoun Ejire-Adeyemi. Watu wanne walijeruhiwa na wakapatiwa matibabu hospitalini, na miongoni mwa waliouawa ni chifu wa jadi wa eneo hilo. Shambulio hilo linaibua wasiwasi mkubwa juu ya hali ya usalama katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria. Magenge yenye silaha yamekuwa yakitekeleza mauaji, utekaji nyara na uporaji wa vijiji kwa miaka kadhaa sasa. Gavana wa jimbo la Kwara Abdulrahman AbdulRazaq amelani vikali shambulio hilo na kutoa wito kwa jeshi la polisi kuongeza uwepo wake katika maeneo hayo ili kudhibiti hali ya usalama. Tayari makao makuu ya jeshi la Nigeria wamepeleka wanajeshi mkoani humo kusimamia operesheni maalum ya kuwasaka wahalifu. Polisi wamesema kuwa msako wa pamoja unaofanywa kati ya wanajeshi na walinzi wa msitu utahakikisha waliotekeleza shambulio hilo wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Tukio hili ni ukumbusho wa changamoto kubwa za kiusalama zinazokumba baadhi ya maeneo ya Afrika ya magharibi na umuhimu wa kushirikiana katika kudumisha amani, usalama na no utulivu wa nchi wa kawaida. Hii ni Mwananchi Digital na hizi zilikuwa ni taarifa zake kutoka Nigeria. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje mipaka Tanzania. Baki nasi.